Bwana Bernard Tondo, kwanza kabisa, habari za leo. Nakumbusha hapa kwamba wewe ni msemaji wa Wazalendo katika maeneo ya mkoa wa Kivu ya Kusini, tukichukulia haswa tarafa ya Uvira. Jaribu kutupa picha halisi ya mambo kwenye mtandao wa barabara itokayo kama nyola kwenda Uvira, kwa sababu habari ni nyingi sana na wasiwasi ni mwingi huku, kukionekana watu wakiendelea kukimbia. Tupe picha ya siku ya Jumatatu leo tarehe nane mwezi Disemba mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. E, kwa kusema kweli, unajua mapambano yamepiganwa tangu e, sasa inakuwa siku sita ambao tunapambana na warogaroga hawa wa M23 ambao wanaongozwa na nanga na Jean-Paul Kagame, na wazalendo wameweza kujipanga daima kwa kupigana nao na jeshi la taifa. Ila kwa sasa e, tumepoteza mji wa e, jiji la Luvungi na liko katika mikono ya adui, lakini resistance inaendelea na tunaendelea kupiga adui katika mingine mingine. Adui ameweza kutumia mbinu za E, za kupiga mabomu kutumia vijana wakinunua wa akiwapa bomu na kwenda wanatimua katika kama vijiji vya Sange, Luberizi e, na kuendelea ambako wametimua bomu nyingi na hizo bomu zimeleta hofu katika watu na watu wakakimbilia katika mji wa Uvira, lakini tunaendelea kuchunga hali kama vile ulivyouliza. Watu wa Uvira wanaendelea kushikamana na resistance inaendelea. Raia wetu wako tayari na watoto wetu wako tayari kwa kudefend udongo wa Kongo, ila e, acha nikwambie kwamba hatutasedeka kwa polisi za enemy, tutapambana hadi mwisho. Tumepoteza Luvungi, sio kusema kwamba tumeshindwa na vita. Hatujashindwa na vita, ila tunaendelea kupambana hadi mwisho, na tutapambana hadi mtu wa mwisho mpaka kieleweke. Tunapigania udongo wa mababu zetu na tunaamini kwamba e, tutakomboa mji wetu kutoka mikono ya adui. Kutokana na hali hiyo, hali ikoje kwa sasa, hasa uh, katika maeneo ambako huenda adui hajafika, hajawasili wakahaji wanasema nini na wanahali gani? E, kusema kweli, acha nikuambie kwamba adui hataingia katika mji wa Uvira, watoto wa Uvira. Unajua e, katika Kongo nzima Uvira ndio jiji la kwanza ambalo eh, linasimama na kupambana na maadui, na wote wanajua hilo. Wanaojua historia ya Kongo wanajua Uvira ni nini, na tangu wa Beji wanajua Uvira ni una, unakaliwa na watu gani. Hata Rwanda mwenyewe wanajua watoto wanaoishi Uvira ni watoto gani. Acha nikwambie kwamba Kagame hataweza kuingiza uso wake katika mji wa Uvira hata ingia kabisa, lakini tunajipanga daima kwa kumuondoa katika eh, kijiji cha Luvungi ambacho wamemwachia sababu ya mabomu ambazo wameweza kupiga katika raia. Nitakwambia kwamba tuna miaka makumi tatu sasa tunapambana na, na Wanyarwanda na tunawajua vizuri sana. Na kwa leo wamechukua taktiki ya kudanganya vijana wetu, ili e, wamoja wa vijana ambao wakatogota na Waluvungi ili waweze kuangamiza jamii zao kwa niaba yao. Kwanza mimi nasema e, pole kwa jamaa ambazo zimepoteza watu wao, lakini tunaendelea kupambana na tutapambana na ninaamini tuta kwamba kupitia jeshi la taifa na wazalendo na wale wote ambao wanawashiriki, jeshi la Rwanda halitaweza ingia katika mji wa Uvira. Kuna habari nyingi zinazosema kwamba kwenye uwanja wa mapambano, mapambano yangali bado yanaendelea. Unaweza ukatupatie picha kamili, ikiwa kweli jeshi la taifa FARDC, wazalendo na washirika wao, ambalo ni jeshi la Burundi, wanajipanga vizuri na labda kupitia kujipanga kwao adui hata wasili katika mji wa Uvira, kujipanga ambako jeshi la taifa na washirika wao jeshi la Burundi kama vile wazalendo walivyojipanga sehemu za Luvungi, haikufikiriwa kwamba adui anaweza kuwasili maeneo hayo, matumaini gani na ambao ujumbe gani haswa muhimu wakahaji wa kuwapa moyo wa kahaji wa maeneo hayo ili wasifikiria yaliyotokea Luvungi na sehemu zingine au labda kuna sababu zilizopelekea maeneo hayo kuanguka, na ambayo kwa sasa yaonekana maeneo ambako bado vita kuwasili, au labda zile sababu zilizopelekea maeneo ya Luvungi na maeneo mengine kuanguka hazitashuhudiwa katika maeneo hayo, na raia asowakawaji wawe na utulivu. Karibu kwa mara nyingine tena kwa idhaa yako ya Kiswahili ya Kuna Nini News, ambayo iko hapo kwa ajili ya kuwajuza zaidi na kuwapa watazamaji wake na wasikilizaji wake habari zilizo sahihi. Karibu, acha nikwambie kwamba uh, sisi kama wazalendo, kama tumeachia mji wa Luvungi, kama tumeachia na jeshi la taifa wameacha mji wa Luvungi na kuacha adui ingie ndani, ni sababu watu wameona kwamba bomu nyingi zimetegwa na watu wameweza kufa sana. Na kwa vile watu walikufa sana, ikabidi kwanza watu wakamate kwa tactics ya kutafuta gisi gani, mbinu zingine za kumpiga adui. Sio kwamba tumekusha kupoteza Luvungi, hapana. Tunaamini kwamba Luvungi tutaichukua kwa sana dakika, na yule adui tutamchimua pale aliko kwa saa zote zile na dakika zile zote ambako jeshi linaendelea kujipanga, jeshi la taifa na wazalendo wanajipanga kwa kumfukuza katika e, vijiji ambavyo anaendelea kushikilia. Acha nikwambie kwamba hatumuogopi Rwanda, hatumuogopi Kagame, hatumuogopi Nanga wala hatuwaogopi hawa wa Warogorogo wa M23. Hawana kwanza efektifu na mambo mengine. Ila kwa hofu ya raia ndio maana mji wa Luvungi umeachwa. Na mimi na, na kuhakikishia kwamba resistance ya watoto wa Uvira, resistance ya Sidikivu tunaendelea kupambana na Acha nikwambie raia wa Uvira wanajua kwamba hata waingie katika jiji la Uvira hawawezi kukontrole Uvira. Na Rwanda mwenyewe wanajua hivyo, anajua watoto wa Uvira ni wanani, kwa miaka makumi tatu ambao tumepigana naye na Naita watu wa wakongomani wote raia wa Uvira wote waendelee kuresiste, kuresistance yenye wako nayo waendelee kushikilia moyo na kuwa na confidence na, na jeshi la taifa na wazalendo kwamba watakomboa wa vijiji vyao, na vijana wote ambao wale walikuwa wanabaki nyuma waendelee kusimama na kupiganisha adui ambaye amekuja kutunyang'anya udongo wa mababu zetu. Basi msemaji wa wazalendo bwana Bernard Tondo, kuna Nini News inakushukuru kwa muda wako. Asante sana na ninawashukuru pia.